Tulipata taarifa ya, ya ndege wa sumbufu wa mimea aina ya kwelea kwelea kutoka wilaya ya Kishapu pamoja na e, Shinyanga vijijini. Taarifa hiyo ilipofika makao makuu ya mamlaka, mamlaka ilituma wataalamu kwa ajili ya u, uchunguzi zaidi pamoja na kuchukua koordinati. Na baadaye udhibiti umefanyika. E, katika maeneo hayo ya wilaya ya Kishapu na Shinyanga vijijini ambako ndiko kulionekana hao kwelea kwelea e, walikuwa tumeweza katika kuokoa tumeweza ku, kuokoa kama hekari e, elfu kumi na sita mia mbili na thelathini na, na, na tatu um, kwa kutumia, kutumia ndege na kiuatilifu husika. Kwa kufanya hivyo, tumeweza kuokoa asilimia kubwa ya mazao ya wakulima e, lakini vilevile vile, tumewapunguzia usumbufu. Kwa hiyo hilo, hilo tumewaokolea na wanafanya shughuli zingine za kiuchumi. Wito wangu labda, ningeomba wananchi na wakulima wa maeneo ambako visumbufu kama hivi vinavyotokea, basi watoe taarifa mapema zaidi kwa mamlaka ili tuweze kufika mapema na tufanye control kudhibiti kwa kiwango ambacho e, kinahitajika mapema zaidi iwezekanavyo, kuliko kuchelewa, alafu nakuta e, e, vile visumbua au ndege wameshashambulia kwa kiwango na kikubwa na kusababisha hasara inakuwa kubwa. Badala ya kuwahi tunakuwa tumesha punguza kiwango cha hasara. Kwa kweli tumekuwa na hii changamoto ya hawa ndege waharibifu kwa muda mrefu na imekuwa ikitusumbua sana kwa hiyo kama wataalam tukachukua jukumu la kuandika barua kwa ajili ya kutoa taarifa kwenye mamlaka ya viuatilifu pamoja na afya ya mimea, ambao wao sasa walikuja kwa ajili ya kutusaidia na kufanya survey, ili waone maeneo gani ambayo ni changamoto zaidi. Tumekuwa na maeneo mengi makubwa ambayo yanatusumbua sana, ambayo yamekuwa ni kama kituo cha uzalishaji wa kwelea kwelea hasa Mwadui dem 7 na maeneo mengine. Kwa hiyo mpaka sasa tunaishukuru sana mamlaka kwa jitihada na juhudi zilizofanyika kwa kutusaidia kuwakontrol au kuwapunguza ndege hao kwa kiwango kikubwa sana ukilinganisha na mwanzo, hali ilivyokuwa mwanzo, wakulima walikuwa wanashinda shambani muda wote, lakini mpaka sasa kuna maeneo ambayo yalikuwa ndio changamoto zaidi, mfano Mwadui na Itilima, ambayo ni maeneo ambayo wanalima sana mpunga na mtama. Lakini kwa sasa tunaona wakulima wamefika mahali wanakuwa wachache shambani na kunafikia mahali hakuna hata ndege ambao wanafanya nini, wanawasumbua kwa hiyo binafsi nashukuru sana kwa hilo na utoro mashuleni pia umepungua, kwa sababu wale watoto ambao walitakiwa kwenda kuhamia ndege sasa wanaenda shule. Kwa hiyo changamoto kwa asilimia kubwa imepungua. Tulikuwa na hali ngumu sana karibia wiki tatu zimepita hapo nyuma, hatukuwa na wakati wa kupumzika. Unatoka saa moja asubuhi au saa kumi na mbili unarudi saa mbili ndio unaondoka shambani, tulipambana sana na makundi makubwa yalikuwa yanatokea ukanda huu wa kusini, yanafika katika maeneo yetu haya ndio yanaanza kusumbua. Hatujajua labda kule kusini kusini kule mwambao wa Mto Manonga ndio maotea yao yapo kule, toka karibia siku tatu au nne hapo nyuma kidogo. Sasa hivi tunaona afadhali wame pungua pungua. Wito wangu kwa mamlaka husika kwanza, natoa shukurani baada ya kusikiliza kilio chetu na jana ndio tukaona ndege imepita. Nawashukuru sana kwa niaba ya wakulima wa bonde hili, na tunawaomba tu mamlaka husika waongeze juhudi zao pale ambapo sisi ki, wakulima kilio chetu tunachokipeleka tunapopeleka kwao.